Mabatizwa atakaopokea sakramenti ya kipaimara 183. Tuanze kwanza kwa kushukuru wale wote ambao wameshiriki kuwafanya hivyo walivyo. Kwanza ni Mwenyezi Mungu ambaye kwa upendo wake mkuu wavyovyote, ndo anapenda kwamba wengine wao katika njia hiyo inayowaongoza na kutaka kabisa kwamba wafikie huo ukombozi, bado lengo la kubwa kwetu sisi sote. Na ikawa hivyo, wakawaingiza katika njia hiyo, kwa hiyo sakramenti ya ubatizo walioipokea, na baadaye sasa wanaenda kuzipokea hizo sakramenti nyingine na leo kwa namna ya pekee wanapokea sakramenti ya nyumba ima imara, ambaye itaimarisha na kuwawezesha wange kumshuhudia kwa namna pekee huyo mungu Mungu wetu ambaye ni Baba yetu ambaye ni mweza yote aliyeumba mbingu na dunia na mwenye uwezo pia vyote. Inabaki ni sisi tu ambao yabii tumsikilize, na atuongoze hivi sasa tuweze kuyafanya na yale ambayo nataka tuyafanye na hivyo tufikie huo uzima na huo ukomgozi ambao anapata yeye. Tunawashukuru vile vile na wote ambao wameshiriki katika kuandaa wako wachungaji, ameshirikiana vilevile na hao wengine makatekista, wamefanya kazi bila shaka. Kuna wengine walezi ambao wa na wao, kila mmoja kwa namna yake wamefanya kazi ya kuandaa, na leo ndio inafikia siku hiyo ambayo kwa huyo Roho Mtakatifu ambaye atakuja sasa nikuchochea zaidi kilicho ambacho alikipokea cha kuwasafisha mwanzoni walipokuwa wamepewa sakramenti hiyo ya ubatizo, na sasa waendelee kuwa na nguvu ya pekee. Naomba tumshukuru Mwenyezi Mungu wa kushangilia na wote walio kuleta kwetu na inabaki ni sisi turudishe tena upendo kwake, kwa kuyakubali na kusema mwishoni kabisa, kama tuliyosikia kwenye sehemu hiyo ya Injili kwamba sisi ni watumishi ambao tustahili, tunayafanya yale ambayo ni yeye mwenyewe anataka tuyafanya. Naomba leo tutafakari mawili muhimu sana ambayo yatawasaidia hata hawa ambao mbao atatokeosagameji ya baema. La kwanza ni hilo la kutambua ukuu wa Mwenyezi Mungu, kwamba yote yapo, yote yamefanyika, na yote yanaendelea kuwepo, na yote yanaendelea kufanyika, ni kwa sababu ya upendo wake yeye, ni kwa sababu ya uwezo wake yeye anakuwa nao juu ya kila kitu. Hicho cha kwanza, tukisha kitambua hicho, inabidi sasa twende kwa hicho cha chapindi kile kwamba sasa, bila yeye sisi kama tulivyo hatuwezi tutote, tutabaki tunalalamika, tutabaki na uoga, tutabaki tuko wanyonge, tutabaki hatujui tufanye nini, kwa sababu hatunaye yeye huyo ambaye angeni au tukajua kwamba yeye yupo na yu pamoja nasi tusingekuwa na wasiwasi kama hiyo. Na hiyo wasiwasi imeonekana wazi katika somo hilo la kwanza tuliosikia kutoka katika kitabu cha Habakuku. Huyo nabii Habakuku akiwa nao Waisraeli alimlalamikia Mungu, alikuwa na wasiwasi, anaona hao ndugu zake ambao yeye sasa amekuja kuwatangazia ukuu wa Mungu wanaumia wanateseka kwa sababu alikuwa maadui kwa vyovyote, ambao walikuwa wanawashambulia, na hata huo mundani wao wenyewe walikuwa wanaishi maisha ambayo yalikuwa yanawafanya wawe na hatari, yanawafanya wasiwe na furaha. Basi anaanza kumlalamikia Mungu, kwa nini kama yeye kama wewe huko kwa nini hao wanaumia hivi, lakini huyu hapa, huko hakujua kwamba alipaswa daima abaki kwa unyenyekevu, abaki kwa uvumilivu akimtegemea huyo Mungu, na akijua kabisa kwamba kuna mambo ambayo yako yanafanyika ni kwa sababu labda Mungu, yeye bado muda wake wa kutenda ulikuwa haujafika. Na hilo ni tatizo kubwa sana tunaokuwa nao sisi kuna mambo mengi ambayo muda wake unakuwa hujafika, lakini basi tunabaki na kulalamika, tunaanza kulaani, baadaye hata tunaanza kwenda kuzitegemea zile nguvu nyingine ambazo hazitatusaidia. Nina hapa mfano mmoja tena, huo unatoka kwenye mtu ambaye ninamfahamu, ni mama mmoja ambaye yeye hakufanikiwa. Sasa huyu ka mimi hapana hiyo hafanikiapata mtoto napewa, wakafanya vipimo vyote, wako wazima wote hawa, baba mzima, mama mzima, kupata mtoto lakini hakupata mtoto. Wamekaa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, hakuna mtoto. Ni mwaka wa saba mama akachukua mimba akachukwa limba badawakajakupata mtotoa baakajakuwapata sio siumuno wa pili wa tatu waniona, ndugu zangu, hawa mimi namshukuru Mungu. Tena mmoja mwanamume alikuwa, alikuwa ni wa dhehebu la Kiprotestanti, alikuwa ni mrutei, na mama alikuwa ni Katoliki, na wote walibaki na ahadi zao kawaida. Inapofanyika ndoa hiyo ya mchanganyiko, kuna ruhusa baina ya bibi hawa ni Wakristo wamebatizwa wote, sakramenti watakufanya muungano huo, ni uunganoa ni sakramenti, sababu wote wa wamebatizwa, hiyo ni sakramenti kanisani, pamoja na kwamba huyu ni Mlutheri na huyu ni Mkatoliki. Kwa ajili za watoto watakaozaliwa watabatizwa katika dini ya Katoliki walifanya. Baba alikuwa anaenda kwenye kanisa la KKT hakuwacha kabaki na imani katika hilo dhehebu lake na kabaki, lakini wote wamemtegemea Mungu, wakabaki wakisali. Basi zuri ufahamu na mimi lakini, na tulikuwa tunawafahamu tunaimarisha sisi, ambao tuliwafahamu, na wao walikuwa wazi, wanasema ukweli: sisi tumefanya kila kitu, lakini mpaka sasa haiwezekani

Sema, kama muda wa Mungu wakati fulani haujafika wakati wake ambao unastahili, kuna mambo mengine hayawezi yakafanyika. Kumbe ndugu zangu, tusikate tamaa, tuendelee kumwamini huyo. kama tumeshabatizwa kama hivi, tumebatizwa leo, tutapewa sakramenti ya Kipaimara, hiyo inakuja na mambo mengine. Sasa naingia kwenye somo la pili, cha kwanza ni tusilalamike, kama huyo hapo Hapana, wakati utafika na Mungu atafanya. Na kweli ulifika wakati Mungu alifanya makusudi wa kwa sababu hawa Waisraeli walikuwa na vurugu zao, akataka awafundishe kwa adhabu ile aliyowapatia, ndio kaanza kutwangwa na hawa watu wengine wa maadui zao, wakati wakawapiga vizuri sana. Lakini basi wakati ulipofika Mungu akasema sasa inamtosha ngoja, hawa wamezidi, wanawapiga kushata wamalize, akaingilia kati, ndio Waisraeli wakawa kukombolewa kutoka kwenye nguvu hiyo ilikuwa, au nguvu hizo au maadili wao. Basi ndio wakaanza wakamrudia tena Mungu, wakaanza kufurahi pamoja naye. Kumbe wakati utafika, Mungu atakuletea furaha na wewe utafurahi, na baada ya kuendelea kumtukuza na kuendelea kumwamini cha nguvu na cha muhimu imani, mwishoni kusoma kwenye somo hilo okay, hapo na kumalizia, imani, ukabaki na imani yako, hakika Mungu atakuokoa. Sasa ndugu zangu, hao wanaopewa sakramenti ndio ya imara. Mtume Paulo akiwa kifungoni huko Roma akimwandikia huyo mtoto wake wa kiroho Timotheo katika hilo somo la pili tuliosikia, anamkumbusha hicho ambacho na sisi sote tumekipokea, nguvu huyo Mungu anayekuja akakaa kwetu, kwanza akatusafisha, tumebatizwa, na baada atakuja wakaa kwetu kwa sakramenti zingine zote atakazokupatia zinakuja inakuja kupatia nguvu za kutukomboa za tufanye kufanya kazi kadiri ya matako yake yeye, kumshuhudia katika maisha yetu. Paulo akiwa tufunguoni anamkumbusha huyo mtoto wake wa kiroho Timotheo katika huo barua yake iayapili anayomwandikia kwamba azidi kupasha moto hiyo nguvu aliyoipokea ambayo ni nguvu Roho Mtakatifu asizime ule moto aliyopata wa wakati anawekewa mikono. Ndugu zangu, nyinyi leo mtapaka mafuta, hiyo ni alama hiyo, kama vile imewekewa mkono, lakini sisi tumewekewa mikono, tumewekewa mikono wote kupokea nguvu hiyo Roho Mtakatifu. Anatushukia katika nguvu nguvu huyo au katika a, a, katika huyo Roho Mtakatifu ambaye anakuja ukako tuna anakaa, itabaki ni sisi kushirikiana naye, kumsikiliza, kumsikiliza hiyo sauti ya Baba ambayo iko ndani hiyo ni karama tumeipokea na ina matunda yake, hayo matunda ambayo baadaye atasisitiza huyo Paulo. Kwanza nguvu zake zitakuja hizo, ni karama zinazokuja zinazokuja na zinazopokea tunapokea taka, takatifu zitakuwa taka, na nguvu aishi, endelea kupasha moto hiyo karama aliyopokea kwa kuwekea mikono, basi aishi kwa nguvu kabisa bila uoga, kabili mshuhudie Mungu bila uoga popote pale. Ni mtu akija kukamata na kuuliza kitu gani wanafanya kwani naenda kanisani? Ni kai naenda kanisani, ni muhimu. Mimi naenda kanisani na Mungu nipokee tena nguvu hiyo, zasi nguvu ambaye inabidi nipokee kila wakati, kila wakati, nguvu huyo ambaye anakuja, au matunda haya atakayotoka, zawadi akayotoka, zinazotoka kwa nguvu hiyo Roho Mtakatifu nayempokea, inabidi uendelee kuitafuta na iendelee kupashwa moto. Kama unakumbuka sudi nguvu iwemu upehu ambao ni matunda ya Roho Mtakatifu huyo, na yeye awepo ya na yaonekane katika maisha yako ya kila siku, kiasi ambacho nacho mie uvumilivu, katika mateso, katika shida, katika wasiwasi. Kama yao huyo baba na mama alikuwa na wasiwasi wakavumilia, hayo ndiyo inabidi yaonekane katika maisha yetu ya kila siku kama taka tumepokea huyo nguvu ya mtakatifu na tumempokea na nguvu nyingine ambazo tunazipokea katika sakramenti hizo mbalimbali. Hata katika sakramenti ya ndoa kuna hiyo nguvu o unaipokea katika sakramenti yenyewe ambayo itakufanya wewe uweze kuishi kadiri ya Mungu anavyotaka katika sakramenti hiyo ya ndoa, na hiyo nyingine si sakramenti ya upadri vile vilevile, haitaweza kusaidia hiyo nguvu uliyoipokea sakramenti kama wewe hautashirikiana nayo muda wote. Ni kitu ambacho hakiishi maana hata katika sehemu hiyo ya Injili. Sasa na mwisho katika maelezo yangu yatakuyatoa leo, hao wafuasi wanaomba Mungu, Yesu Kristo Bwana wetu, awazilishe imani, sio kwamba hawakuwa na imani. Waliona kabisa kwamba wana udhaifu huo, wanataka apate nguvu ya Mungu huyo. Tena tunaomba waweze wana kuzidishiwa hiyo imani, ndugu zangu, na sisi ambao tunapokea sakramenti tunapokea nguvu ya Mungu. Inabidi tutambue daima kwamba ili tuweze kushuhudia kuishi katika maisha yetu, lazima imani ndiyo iwe na nguvu zaidi, iongezeke haita, na haitaongezeka kama sisautaiataka na sio tu katika sala kila siku na, sagu, na sala na imani itoke ndani, upende kabisa, uwe na muungano wa pekee na Mungu, na ujue kabisa kwamba wewe ni dhaifu, utambue hilo, uamini kabisa kwamba wewe ni dhaifu

ni mali atumishi alafu, tukisha kitambua hicho, twendelee sasa kuyafanya yale ya mapenzi yake, tukitambua kabisa kama sisi ni watumishi wasio stahili, tufanye kile ambacho tumepaswa kufanya. Na mwisho Yesu anawaambia tumaliza hapo, hapa msimu yetu tumeyafanya. Ashukuriwe Mungu Mwenyezi ambaye ametuweka hapa na katujalia tukaweza kuyafanya. Ndio tuwaombee hawa ambao leo wanapokea sakramenti ya kipaimara waweze kweli tambua kwamba kwa nguvu kwa zao wao wenyewe hawawezi. Hiyo nguvu ya sakramenti ndiyo itawasaidia lakini, wajiunganishe daima, wawe tayari kufanya pamoja na nguvu hiyo, wakitafuta kuimarisha hiyo imani yao, kumtafuta huyo Mungu daima na kumwomba aweze kufanya wao waishi, waishikajilia mapenzi yake yeye. Na mwisho wa siku, Mungu, asante sisi tunafanya tunachoweza kufanya, lakini tusaidie wewe sababu sisi ni watumishi ambao tustahili, hatuna uwezo huo, lakini kwa nguvu zako wewe tunaweza tukifanya tumisi